Habari wateja wa Lukinet Technologies Limited. Leo nakwenda kuwafahamisha uwepo wa Books, uh, version mpya ya mfumo wetu wa Greenbooks ambayo ni version yenye kuimarika na yenye kuleta ufanisi mkubwa sana katika matumizi ya mfumo huo wa Greenbooks. Huu, uh, ni mwonekano wa zamani ambao upo sasa. Kila mmoja anaweza kujua ku, kwa kutazama kama unaweza kuona hii ni login page ya yeah, version ya zamani ambayo kila mmoja alikuwa akiitumia. Sasa nakwenda kutambulisha mwonekano mpya wa mfumo wetu wa Grenebooks, ambao ni mwonekano bora na uh, kiujumla ni, ni version ambayo inaweza kuimarisha na kufanya wafanyabiashara wote wanaotumia mfumo wa Grenebooks waweza kufanya biashara zao kwa ufanisi mkubwa sana pasina kuhama uh, hii ni login page ambayo ni ya version ya sasa. Kama unavyoweza kuona ni login, login page ambayo ni nzuri sana na hii sehemu ya kuweka username. Kama kawaida, weka username pamoja na password uh, ili kuweza ili kuweza kuingia. Tuweka username pamoja na password ili kuweza kuingia katika mfumo wako Uh, wa Green Books baada ya kuweka username na pamoja na password, tutaweza kuingia kama hivi. Huu <coughs> ni mwonekano mpya wa mfumo wetu wa Green Books. Kama weza kuona hapa, hii ni welcome note uh, ambapo uh, hata katika version ya zamani hiyo pia welcome note ipo, welcome fulani ambayo <coughs> atakuwa ameweza ame, ku Meweza kusign in katika session hiyo. Na tukirejelea katika version hii ya zamani, uh, mwonekano wa dashboard uh, unaonekana kama hivi, welcome note i sehemu ya ku ya ku select location ipo upande huu wa kulia uh, lakini katika version hii sehemu ya kufanya selection ya location ipo sehemu hii na filter button ipo hivi na filter button ya version hii ipo katika sampuli hii. Lakini katika hizi buttons pia hapa juu katika version hii ya zamani zinaonekana hivi, lakini katika version hii mpya zinaonekana hivi. Chakuzingatia ni kwamba functionalities ni zile zile ii sehemu ya mtu alioweza kuingia katika, katika, katika system kwa muda huo inaonekana hivi katika version ya zamani, lakini katika version mpya itakuwa ikionekana hivi. Na sehemu ya kufanyia mauzo uh, it, katika mpya inaonekana hivi, lakini katika version ya zamani inaonekana calculator. Katika ya zamani na version mpya ipo hapa, inaonekana katika mondo huu na hii ni sehemu kwa ajili ya, ku, ya kutazama today's profit. Ukikliki hapa utaweza kuona hivi. Ukitazama vizuri ni ni, ni kama ni, ni kama vile tu, lakini kuna baadhi ya ya styles na na vitu vichache sana ambavyo vimeweza kuboreshwa. Na katika version ya zamani sehemu ya, ku, ya kutazama today's profit ya mafaida ya, ya, ya siku husika inaonekana hivi ukiclick, ina pop up modo kama ile ambayo tumeweza ku- tumeweza kuiona katika version ya, ya sasa, ambayo inaweza kuaji hivi punde. Sasa, kwa kuwa tumeweza kutazama kwamba hakuna kikubwa zaidi ambacho kimeweza kubadilishwa, vitu haswa ni, ni vile vile ni vile, lakini kwa kuwa tume tumefanya mabadiliko haya kwa ajili ya kuweza kuboresha na kuimarisha ufanyajikazi wa wafanyabiashara uh, haswa nadhani mlikuwa mkipata tabu sana uh, ikiwa kifurushi kimeweza kuisha kwa muda husika. Sasa version hii mpya itaweza kukurahisishia wewe kuweza kufanya malipo online kupitia simu yako ya mkononi. Kuna njia mbili za kuweza kufanya malipo kupitia simu yako ya mkononi na malipo ambayo yataweza kufanywa kwa sasa ni kwa njia nne ni tu za mitandao husika. Mtandao wa kwanza ni Tigo ama Mixx by Yas, mtandao wa pili ni Vodacom kwa Mpesa, na mtandao wa tatu ni Halo, Halotel ambayo ina Halopesa, na mtandao unaofuatia ni Airtel ambayo una Airtel Money. Nadhani kila mmoja ambaye ame, alikuwa akipata al, al, tabu ama akihitajia al, al, kufanya mauzo alikuwa akibonyeza katika sehemu hii ya POS, alikuwa akipokea ujumbe huu no active subscription found. Sawa, sasa, ili kuweza kufanya malipo, kuna njia mbili. Ikiwa umebonyeza katika batani hii na kuweza kupokea ujumbe huu, unaweza ukatumia batani hii ambayo imeonekana hapa, button ya ku subscribe. Aidha, unaweza uka katika module huku chini, unaweza ukabonyeza settings, kisha ukachagua package subscription. Baada ya kubonyeza hapa, itakuja peji hii ambayo itakupa uh, status ya no active subscription found, na hapa chini itakuonyesha vifurushi ama packages ambazo umekusha wahi kusubscribe, na huko chini kutakuwa kuna kuna vifurushi vinavyoweza kuonekana kuu. Kwa hiyo utachagua ni kifurushi gani ambacho utakuwa ukikihitaji kwa muda fulani. Kwa hiyo cha kuzingatia ni kwamba sehemu hii ya packages itakuwa ina vifurushi vyote ambavyo vitakuwa ni vifurushi rafiki na na affordable kwa ajili ya kuweza kufanikisha wewe uweze kutumia mfumo huu wa Greenbooks na kuweza kupata faida na manufaa ya matumizi ya mfumo huu wa Greenbooks. Uh, sasa, ili kuweza kufanya malipo, ikitokea labda umekuja katika hii sehemu ya POS ukapokea ujumbe huu Uh, utabonyeza moja kwa moja sehemu hii ya subscribe ama button hiyo ya subscribe. Baada ya hapo, baada ya kubonyeza button hiyo uta itakuja peji hii ya kama tulivyoweza kuiona awali, kisha utashuka katika sehemu hii ya packages. Baada ya hapo utachagua kifurushi ambacho unahitaji kulipia kwa muda huo. Kwa hiyo inawezekana, mwezi mmoja, miezi miwili, miezi m miezi sita na kuendelea, mwaka na kuendelea. Kwa hiyo baada ya hapo utabonyeza hii button ya pay. Baada kuhu, kuhu, kufanya decision ya kipi ambacho unahitaji kulipia utabonyeza button ya pay tu, assume si tunalipia uh, kifurushi hiki utabonyeza hapa, baada ya hapo, ili kuweza kufanya malipo ya online tutatumia uh, sehemu hii ya pay via flutter a kibonyeza hapa pay via flutter ha, ita kudirect katika sehemu hii ambayo itakuwa ni peji maalum kwa ajili ya kuweza kufanya malipo. Hapa juu kinaonekana kiasi ambacho tunatakiwa kulipia. A, lakini sehemu hii choose network utachagua mtandao pesa yako ipo sehemu gani, unahitaji kulipia kutoka sehemu gani, utachagua mtandao ambao unahitaji kulipia maybe Tigo, utachagua Tigo kama pesa yako ipo katika mtandao huo. Baada ya hapo, utaweka namba yako ya simu ambapo pesa yako ipo. Baada ya kuweka namba yako ya simu, utabonyeza button hii iliyoandikwa pay na amount ambayo utakuwa umechagua kifurushi hiko. Kwa hiyo ukibonyeza button hii ya pay, Uh, utaweza kupokea uh, pop-up not notification katika simu yako ya mkononi uh, na, na baada ya kupokea nanili hiyo uh, kama inavyoweza kuonekana hapa uh, hii pop-up notification utaweka neno lako la siri ambalo unalitumia aidha katika mix by yes ama mpesa na kadhalika. Kwa hiyo itakulazimu uweze kuweka neno lako neno lako la siri. Baada ya hapo utabonyeza send. Baada ya kufanya hivyo, uh, utaweza ku, kufanya malipo kikamilifu na uh, mtandao usika, baada ya kupokea malipo basi, utakuwa umekamilisha kuweza ku, kununua ama kulipia kifurushi ulichokichagua, na kama unaweza kuona hapa, tumekushafanikiwa kulipia, umekuja uh, active subscription ni kifurushi hiki kama kinavyoweza kuonekana uh, tumefanya malipo a leo tarehe 30 mwezi wa 6 2025, na uh, itaweza kuisha tarehe moja mwezi wa saba kulingana na siku ambayo utakuwa ama miezi ambayo utakuwa umechagua kulipia. Na hapa kwa sasa kif, kifurushi chetu kina status ya running, kwa hiyo kimeanza kufanya kazi punde tu baada ya kuweza kulipia, na utaweza kuona remaining days tumebakiwa na siku moja kulingana na miezi ambao utakuwa umechagua kama hiyo. Kwa hiyo, sehemu hii itakuwa ikicount iki itakuwa ikicount uh, <coughs> idadi ya packages ambayo utakuwa umefanyia um, um, ume malipo. Na ukiangalia vizuri hapa juu, baada ya kufanya malipo tu, kuna status pia ambayo itakuwa ina ina count siku zimebakia siku ngapi kifurushi chako kiweze kuisha. Na tukirudi hapa kwenda kufanya ma mauzo, mara ya kwanza ilikuwa kitukotalia na tulazimisha tuweze kufanya malipo kwa kuwa hatuna kifurushi. Ukibonyeza hapa kwenye POS, sasa utaweza kufanya malipo um, I mean unaweza kufanya mauzo kama kawaida. Hapa kuna changes pia zi, zi, zi, kuna changes za muonekano tu kama unaweza kuona uh, tukirejelea mfumo wetu wa zamani hapa, tukiingia katika sehemu hii ya kufanyia mauzo POS mwonekano wake ni huu kama unavyoweza unavyoweza kuona, kuna buttons zipo huku juu <clears throat> lakini pia kuna buttons zipo hapa. Na tukirejelea mfumo wetu ama version hii mpya, buttons zipo hapa, hii kwa ajili ya kugo back na button hii kwa ajili ya kugo back, button hii kwa ajili ya ku close cash register na batani hii kwa ajili ya ku close cash registers na mengine mengi kwa ajili ya kalenda, na batani hii kwa ajili ya kutazama zile registers details kama ilivyokuwa iki, ikifanyika katika version hiyo ya zamani. Hii kwa ajili ya kufanya returns kama ilivyokuwa katika version ya zamani, kama nilivyoweza kuonekana hapa. Hii kwa ajili ya kufanya return na hii bata ni kwa ajili ya ku, ya kuona oda ya mteja ama invoice ambazo zipo suspended na hapa pia inaonekana kwa namna hii hii. Hii bata ni kwa ajili ya ku add expense ya zamani. Hii bata ni kwa ajili ya ku add expense <clears throat> na hizi bata muhimu sana kwa ajili ya kufanyia mauzo zinaonekana katika mtindo huu na huku zinaonekana katika mtindo huu. Kwa hiyo tunaweza kusema hakuna mabadiliko makubwa sana ambayo yameweza kufanyika, lakini ni mabadiliko ambayo yameweza kuboresha na kupiga hatua sana a, katika urahisishaji wa a, utumizi wa mfumo wa Grenebooks. Tunaweza kusema hakuna kukwama, ni wewe na biashara yako ni wewe na mfumo wa Grenebooks. Asante.